Mtazamaji wa Micheweni Digital TV, hapa ni katika viunga vya manispaa ya mji wa Chake Chake kisiwani Pemba, ambapo wananchi leo wamelazimika kusitisha harakati zao kwa muda, ni mara baada ya usafiri maarufu ulioibuka hivi karibuni kwa hapa wilaya hii ya chake chake unaotumika katika viunga mbalimbali kuwapeleka watu katika harakati zao mbalimbali mbali, kusitisha kwa muda kutoa huduma huku wachache ambao walikuwa wanaonekana katika vile vijiwe vyao maarufu vilivyozoeleka vya bajaji wakichukua abiria wawili watatu, lakini jambo ambalo limempelekea usumbufu na kadhia kubwa kwa baadhi ya wananchi majira ya saa tatu za asubuhi. Kikubwa ambacho walikuwa wanakilalamikia madereva hao kufanya kusitisha utoaji wa huduma hizo ni kile walichodai kukilalamikia kuwa Wizara ya Mawasiliano Zanzibar kwa upande wa hapa Kisiwani Pemba wamekuwa wakiwanyanyasa na kuwadhalilisha sana ikiwemo kuwazuilia usafiri wao, lakini pia kuwatoza kodi kubwa ukilinganisha na kazi ambayo wanaifanya. Baada ya kufanya hivyo, wakalazimika kuitisha kikao cha dharura ambacho kilifanyika katika eneo la Kibirinzi kutaka kuzungumza na kupaza sauti zao kupitia vyombo vya habari kwa kile wanachokidai kwamba endapo sauti hizi zitamfikia rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wanaweza kupata msaada, kwa vile yeye ndio aliyorasimisha rasmi kazi hii kutumika na kutambulika na serikali kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi. Na hawa hapa ni baadhi ya madereva ambao walieleza ni kwa sababu gani wamesitisha huduma hizi. Kija tumie mmepewa bajeti leo, kesho nimebasisha pale, kesho anipige fine elfu themanini, nitatoa wapi? akatudhalipa elimu uganihamasisha tunakuomba, Mheshimiwa Rais, uliangalia tena kwa jicho la tatu, ili hizo sheria zenu ambazo umeziweka kiukweli sisi zinatubana sana, tunaumia hivi. Kuna kipato gani baina anayesafirisha abiria watatu akakata bei hamsini na mbili na anayesafirisha abiria kuanza ishirini na mbili kuendelea juu akakata bei ya elfu kumi na mbili sasa tuko bajaji 360 mia tatu sitini sana madereva mia tatu sitini sote jamjini hatuna choo tukimbilia wapi tenda vipina kwenye misitu ya watu wengine wenda kiomba vyo msikitini wengine wapi wengine wakimbilia makwao ile sasa ajapendezwa nalo hatuna kijiwe cha kupaki bajaji na la pili hususan mawasiliano anyanyasika mtu kanaacha familia juaja kazini, lakini akipika kazini arudi hapa, mwisho wa siku kampibwa laki tisini. Unaona, pia hizo ni changamoto ambazo twazipata. Twakuomba baba yetu Mwinyi, twakuomba, twakuomba, wanao twateseka, wanao twateseka, hatujui twende wapi. Hivi sasa hivi tunavyokwambia kila umwoneke bajaji ya haha. Wataka wandamane lakini wakubwa wote tunawasema musiandamane, tulieni. Lakini faini wanazozipiga ni kubwa, halafu faini wana licha kwamba ni kubwa, ile faini inakuwa control namba yao inakuwa ina muda wa masaa 24 mpaka 48 lakini kinachosikitisha ni kwamba wao wanajiona wao tu faini yao ule muda ambao kwamba sisi tumepewa wa kuitafuta ile pesa kwenda kulipa, wao hawauoni. Ndugu zangu, ninachokereka ni hawa baraza la mji kutulipisha elfu, kwa nini unguja tunalipa mia tano? Atugomi kama tunafanya kazi, shida hii. Tunataka tuonane na baraza la mji na mawasiliano, isije kafahamika kwamba vijana wanaleta mutafaru kwenye ui. Hakuna kijana yoyote anaweza kugoma hapa wala kuleta mutafaru, bali watu wamechoka sekta inaohusika au kwenye ngazi ya juu inaohusika. Na vile vile, ndugu waandishi wa habari, tunamwomba mheshimiwa Rais, jumuiya ya waendesha bajaji bodaboda pamoja na wanachama, tunamkaribisha ndani ya mkoa huu, nataka tuongee naye.

Bajaji ni usafiri mmoja ambao unatusaidia sana wananchi, kufika hapa tunakuwa hatuna kikwazo kwa kweli. Safari yako unakwenda mara moja na kurudi na inakuwa ni pesa mkubwa sana, lakini siku ya leo imekuwa ni changamoto kubwa, kubwa kubwa tena kubwa sana kwa sisi, bado tupo hapa tumesubiri. Dalala zinajaa, usumbufu ndio inasababisha ajali, dadala zinajaa, lakini kama ingelikuwa ziko bajaji hapa, basi tusingelikusanyika wala abiria a wanajaa sana kwenye dadala kiasi ya kwamba kusababisha hatari Ta hii sekta ya usafirishaji wa bajaji imeingiliwa sana na sekta ya mawasiliano kwa sababu sasa hivi mawasiliano hawadili tena na private sector. Zi, zi, hawadili tena na gari za abiria, hawadili na gari za private, hawadili na gari zote, kila mtu ameelekeza kwenye bajaji, kila mtu ameelekeza kwenye bajaji. Sasa tunajiuliza kuna nini kwa sababu, kama wa kuvunja sheria, kuna gari tofauti tofauti huko hazina road license, hazina mambo mengine yote hazina bima, lakini watu wote wamekuja kwenye bajaji. Sasa hii inatuvunja moyo, kwa sababu vijana wamejiajiri wao wenyewe kuondoshana na matatizo, ajira hakuna, lakini mheshimiwa Rais amerasimisha hivi. Kwa hiyo vijana wengi una, una bajaji mia nne na thamanini. Bajaji 480 na maana yake ni ajira 480, ni ajira kubwa hiyo kwa serikali inaingiza pato la serikali, lakini oh, na wao wenyewe wanapata kipato chao kwa kila siku. Sasa tunashangaa adhabu hizi zimekuwa kubwa, mtu kweli anakosea, ameweka kikoti tu kwenye koti ya bajaji hakuvaa. Sasa wewe kama mawasiliano ama mamlaka ya usafirishaji umeingia barabarani, basi mrekebishe huyu mtu, mwambie hichi kikoti usikieke hapa, kivae. ukishakivaa kesho kama kukivaa kskutokkukuta hmm. tena nitakutoka lakini unamkuta yule mtu, yeye akija tu chiki koti huku kivaa na kupiga faini laki moja. Tushirikianeni vizuri, tufanye kazi zetu vizuri. Hakuna haja ya kukwepana, sisi na nyinyi ni kitu kimoja. Bajaji imerasimishwa rasmi kuchukua abiria na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo taasisi zote za serikali ni lazima tutangue hilo, na uwepo wetu sisi si kwa ajili ya kero. Wale wachache ambao wanaharibu imeji yenu, naombeni kwa pamoja tushirikiane kuwaelimisha waache hiyo tabia. Lakini changamoto siku zote zinapatiwa suluhu na suluhu zitapatikana, lakini tufahamu kitu kimoja, kwenye yale yanayohusu sheria, mimi kama mtendaji siwezi kuyafanyia maamuzi kuifuta ile sheria ni lazima taratibu za kisheria zifuatwe wa wakati wa kutaka mabadiliko ya hizo sheria wenyewe ambazo zimeshatungwa kubwa, ambao kwamba na sheria ambazo kwamba zinawekwa na taratibu ambazo kwamba mnapaswa kufuata. Sheria na taratibu hizi zina kulinda wewe kama dereva, lakini pia vinamlinda vile vile yule ambaye kwamba umemchukua katika usafiri wako. Kwa hivyo unapotekeleza taratibu zile, maanake ni kwamba uko salama wewe mwenyewe, lakini uko salama kwa kwa abiria ambayo kwamba umem, umemchukua. Sambamba na hilo, hata kile kikoti mnachokizungumza kimezungumza kwenye sheria, lakini kimekuja kwenye kanuni, na badala yake kwenye kanuni kikoti kile wakaachia watu hao, viongozi wa jumuiya, mtachagua hiyo uniform iliyotajwa wenyewe na mtajua mtalipishana shilingi ngapi, itakuwa ni kipato chenu wenyewe. Sisi tu tunataka mvae kile kile na madhumuni ya vitu hivi ni nini? Hizo beji labda nitazungumzia kwamba beji na hizo vikoti sawa. Ndugu yangu, tusifikirie tusi, tusi sana kwamba tuko salama sana kwenye usafiri wetu. Hii dunia imebadilika. Usitegemee kila mtu unayemjua kwamba atakuwa ni mwema sana kwa.